Mheshimiwa Rais, jukumu langu ni kukaribisha uongee na wananchi wa mkoa wa Dodoma pamoja na Watanzania wanaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini kabla sijafanya hivyo, Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa na taadhima, naomba uniruhusu niseme maneno machache yafuatayo. La kwanza ni kukupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri unaendelea kuifanya. Lakini jana liko jambo kubwa ulilolifanya siku ya Ijumaa pale, ulipokutana na viongozi wa vilabu viwili vikubwa vya mpira hapa nchini ambavyo ni Simba na Yanga. Mheshimiwa Rais, kazi ile ya kihistoria uliyoifanya jana inaendelea kuakisi namna ya uwezo na, uwadi... na umahiri wako katika uongozi na inaendelea kuakisi jina lako la Suluhu. Mheshimiwa Rais, umeituliza nchi, umewatuliza watu wapenda soka katika nchi yetu, na sasa nchi imeendelea kutulia baada ya kuona kipute kile cha Simba na Yanga, mambo yatapatikana pale tarehe iliyopangwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mwongozo ule na namna ambavyo umetuonesha njia na dira, Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi tunaendelea kujivunia wewe.